Ningependa ni share kidogo na community ya Pi Network, Tanzania um, kwa wale ambao wana changamoto ya akaunti zao za kuonesha emoji ya njano na kuonesha ile neno mia tatu uh, kumi na nne, basi wanapaswa kuchukua hatua zifuatazo. Ukishaona uh, akaunti yako imeingia kumaini imekuwa na ile emoji ya njano na kuleta maneno 314 uta install ile application kwenye simu yako, then upakue application nyingine kwenye simu yako ya Pi Network. Ikisha ingia application mpya, utakwenda kwenye kulogi in, lakini inategemea utacontinue with Facebook ama continue with phone number. Lakini continue with phone number itakwambia weka namba ya simu, na itakwenda kukuomba password ya kwako ambayo ulifungulia akaunti yako ya Pi Network. Sasa, kwa wale ambao hawakumbuki password wasifadhaike sana, unaweza kutumia njia hii ifuatayo. Unachoweza kufanya uta, uta continue with Facebook. Ukisha continue with Facebook itakupeleka moja kwa moja ndani ya akaunti yako tayari, na zitarudi Pi zako pale pale, utaona dashboard yako. Lakini ni kwa wale ambao um, wana walikuwa wameverify Facebook account zao ndio wanaweza kuingilia kwenye continue with Facebook. Lakini kama hukuwahi kuverify Facebook account, itakulazimu lazima ukontinue with phone number, ujaze namba number yako ya simu pamoja na password uliowahi kujifungulia wakati huo unafungua hiyo account. Kwa hiyo ilikuwa ni hicho tu na share kidogo. Kwa wale wote watakaoona hivyo, hamna haja ya kuanza kusumbuka, lakini unaweza uka, uh, ukafanya tu hivyo ukatoa hiyo application na kupakua nyingine na kusign in ama log in tena upya unasema. Kwa hiyo itakuwa umemaliza hilo tatizo haraka sana. Nawashukuru ishobaizdi nge naitwa zinge, hadi wakati mwingine.